Majaribu yote haya ni kujaribu kukiua chama, kukifuta chama au kukipoteza chama kwenye ramani za siasa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kupitia makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche a, katika hotuba fupi ambayo alitoa Juni kumi na saba, ametamka na kusema kwamba chama hicho kinasumbuliwa na kuindwa kwa kila njia, lakini lengo ni kukiua ama kukifuta kabisa. Lakini Heche amesema haya anajiri ayakutokana ha, na misimamo cha ya chama hicho ya kudai mabadiliko na kusimamia msimamo wao wa no reform no election. Sasa Heche kudai yote inaendelea ikiwa ni kukamatwa kwa mwenyekiti wao wa chama na kusimamishwa pia kufanya mikutano a kutumia rasilimali za chama, lakini pia kuongea na wananchi na mipango ovu ambayo ilikusudiwa dhidi ya chama chao lakini... Ndugu zangu wanachadema na Watanzania, chama chetu kinashambuliwa kwa nia ovu, kwa lengo la kutaka kukiua. Ku majaribu yote haya ni kujaribu kukiua chama kukifuta chama au kukipoteza chama kwenye ramani za siasa. Nataka niwaambie uongozi wetu uko imara. Tundu Lissu mwenyekiti wetu, ambaye yuko gerezani kwa sasa, yuko imara. Viongozi wengine wote wa kamati kuu wako imara. Nataka niwahakikishie kwamba chama hakitatetereka. Uungwaji wenu mnavyotuunga mkono ndio inayomtisha watu wanaotufanyia matendo ya kigaidi ya kihaini ya kidikteta kujaribu kukifuta chama chetu. Msitetereke, msibabaiki, tuko kwenye ukweli na tutashinda vita hii. Hii ni vita ya kurudisha nchi hii kwenye mikono yenu, ni vita ya kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi yetu zinatumika kubadilisha maisha yenu, ni vita ya kuhakikisha kwamba kama mtoto wa waziri anavyosoma vizuri na mtoto wako mwanakijiji asome vizuri. Ni vita ya kwa kuhakikisha kwamba kama rais anavyotibiwa vizuri na wewe Mtanzania, kwa kutumia rasilimali zetu utibiwe vizuri. Ni vita ya kwa kuhakikisha kwamba kama mtoto wa mkurugenzi fulani anavyopata maji na umeme kwenye nyumba nzuri, na wewe mtoto wako, na wewe upate maji na umeme kwenye nyumba unayokaa. Ni vita ya kwa kuhakikisha kwamba na wewe usafiri kwa staha kama wengine wanavyosafiri. Kwa chama kinachopigana vita hiyo ni Chadema, chama ambacho kimekataa kujiunga na wadhalimu kupoteza haki. Endeleeni kukiunga chama chetu mkono, msitetereke, msibabaike, msitishike, msisikilize maneno ya watu wanaowaambia kwamba chama kinapotea au kinafanya nini. Chama kingekuwa kinapotea kisingekuwa kinazungumziwa akina Wasira kila siku wanazungumzia chama hiki, hawazungumzi vyama vingine hivyo ambavyo wasini vinapotea, hawazungumzii vikarabosi walivyoviunda, wanazungumzia chama chetu kwa sababu chama chetu ni imara. Mikutano yetu nchi nzima imethibitisha hivyo. Upendo wenu zidi ya chama chetu, michango yetu ndio inasababisha tunachambuliwa. Tutawaelekeza njia mpya ya kuendelea kuchangia chama na kukiunga mkono ili shughuli ziendelee Wakati huo tukiendelea na mapambano haya ya kesi, kwa kisha tunashinda. Asanteni sana, kuweni imara, msitetereke. Sisi tuko imara, asanteni, endeni kukiunga chama mkono. Mungu abariki sana. Sasa kwa lolote ambalo unalo ndani yako, unaweza pia kaandika la comment yako hapo chini, halafu pia katuambia lolote, lakini hii hapa ni Mseto Media, mimi ni African Ruben, akulike na kusubscribe